ya mfuko. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 18 kinahusu masharti ya uwazi na uwajibikaji kuhusu mapato. Aidha, masharti yanataka ukusanyaji, uwekaji na matumizi ya mafuta na gesi katika mfuko ufanyike katika hali ya uwazi kwa kuzingatia misingi ya uwajibikaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu hiki kilikubaliwa na wadau wote pamoja na kamati, kwani masharti haya yanaweka misingi ya kinidhamu katika uwajibikaji upande wa waziri mwenye zamana na Benki Kuu ya Tanzania kwa upande mwingine sita. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya sita kifungu cha 19 na 20 kinahusu masharti ya utoaji wa taarifa za fedha za mfuko kwa kila mwaka wa fedha. Na sehemu ya saba, kifungu cha 21 na 22 na 23, inaweka masharti ya jumla kuhusu makosa ya adhabu na mgongano wa kisheria inayopendekezwa na sheria nyingine. Sehemu ya tatu. Mheshimiwa mwenyekiti, maoni ya jumla. Kutokana na uchambuzi wa kamati inatoa maoni yafuatayo: moja, serikali na vyombo vingine vyenye mamlaka ambavyo vimeainishwa na sheria hii vihakikishe utekelezaji wa sheria hii unazingatia masharti yaliyowekwa. Hatua hiyo itajenga nidhamu ya, ya matumizi ya fedha na kuweka misingi ya uwajibikaji ndani ya serikali. Pili, serikali na Bunge viweke mazingira mazuri ambayo yatahakikisha taarifa zote za kifedha zilizoainishwa zinafikia kamati ya bajeti kila robo ya mwaka. Yani, kotali, hatua hii itasaidia Bunge kuishauri serikali na kufuatilia utekelezaji wa sheria kwa, kwa lengo la kuongeza ufanisi ili kuweka usawa. Tatu, ili kuweka usawa wa kijinsia katika vyombo vya maamuzi vilivyoanzisha sheria hii, kamati inashauri kuwa matakwa ya usawa wa kijinsia yazingatiwe kwa kila chombo cha maamuzi au ushauri kinachopendekezwa kuundwa kuunda chini ya sheria ili ilivyo kwenye sheria nyingine nne. Kila mahali penye neno chairman kibadilishwe na kuandikwa chairperson, kwani hata wanawake wenye uwezo wa kuwa wenye viti wa vyombo hivyo wapo na wengine wanawania hata nafasi za uongozi mkubwa wa nchi hii. Sehemu ya tano. Waziri wa fedha kwa kushirikiana na waziri wa serikali za mitaa wahakikishe uandishi wa wa kanuni za utekelezaji wa sheria hii zinaandikwa kwa lugha ya Kiswahili na isambazwe kwenye serikali zote za mitaa zinazohusika na shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi, ili serikali hizo za mitaa na wananchi wajue haki walionayo katika utekelezaji wa mapato ya mafuta na gesi. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo kuu la muswada huu ni kuiwezesha serikali kusimamia kwa ukamilifu makusanyo, uhakiki wa mgawanyo, matumizi ya mapato yatokanayo na mafuta na gesi kwa ustawi wa taifa letu na wananchi wake kiza, na kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria hii imependekezwa itahakikisha kwamba mapato yatokanayo na mafuta na gesi asilia yanasimamiwa na yanakaguliwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara nyingine tena naomba nikushukuru sana wewe kwa kutoa kibali kwa mara nyingine ili kamati ya wabunge wote kutenga muda wa siku ya tarehe 30 Juni, kupata maoni ya ushauri kupitia semina iliyoandaliwa na wenzetu wa Tanzania Law Society yani TLS. Ushauri wa mapendekezo yao umemsaidia sa, umesaidia sana kamati yetu kuandika taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwatambue wadau waliofika na kutoa maoni na ushauri katika kamati tarehe 24 Juni 2015 kwenye public hearing kuwa ni kama ifuatavyo: moja, civil society organization ambapo waliwakilisha maoni yao kwa pamoja na taasisi zifuatazo Oil and Natural Gas and Environment Alliance, ongea Police Forum, Interface Committee on Je Economy Justice, International Alliance of Natural Resources in, in Africa, Governance and Economic Policy Center and Natural Resource Governance Institute, umoja wa makampuni ya mafuta na gesi, OGAT, Tanganyika Law Society, TLS, na mwisho Legal and Human Rights Center, LHCR. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawashukuru sana kwa kufika na kutoa maoni na ushauri wao kwa kamati sisi wote ni Watanzania na tunajenga nyumba moja, hatuna budi kugombania fito. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru wajumbe wa kamati ya nishati na madini kwa weledi na umahiri mkubwa walioonyesha, hii ikiwa ni pamoja na wajumbe wengine ambao walikuwa marafiki wa kamati kutoka kwenye kamati ya budget, kamati ya mazingira pamoja na kamati ya viwanda, uchumi na biashara muswada huu na kwa kutoa mapendekezo, maoni na ushauri ili kuboresha muswada huu muhimu katika usimamizi wa rasilimali za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawashukuru sana wajumbe wa kamati ambapo orodha yao imeandikwa katika taarifa hii, naomba iingie kama ilivyoandikwa, lakini kipekee nawashukuru watumishi wote wa ofisi ya Bunge hususan katibu wa Bunge Dr. Toman Thomas Kashilila kwa uongozi thabiti ambao umerahisisha utendaji wa kazi ya kamati. Aidha, namshukuru mkurugenzi wa idara ya kamati ndugu Charles Mloka, mkurugenzi msaidizi ndugu Angubike Ngwavi na makatibu wa kamati hii ndugu Stanislaus Kagisa, ndugu Pamela Parangio na msaidizi wao ndugu Halima Laiza kwa kuwezesha kamati yetu kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kuhakikisha taarifa hii inakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba Mwenyezi Mungu ili rasilimali hii ya gesi iwe yenye neema kwa Watanzania na hii usiwe laana. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.